watu wa huawana kundi linaloitwa kuwa wazalendo feki katika maeneo ya Walikale. Kuna Nini mtazamaji, na kuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho, mwenyewe ujisikilie mwenyewe, uone jinsi mambo yalivyokuwa hivi. Tunakualika uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho, lakini kabla tuendelee na kuachia muda ufata wale ambao munawaona wakichukua mahiti kwenye kipoyo nbaadaye tutajiunga na, tuta na mkahaji wa maeneo hayo ili aweze kutujuza mengi zaidi. Nakuambaandamani nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Kamata, akun, kamata, akun. Kamata, <laughs>

Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, picha video, kama mnavyotoka kuifata, ndivyo mambo yalivyo, lakini kujua kisa na mkasa na kufahamu kabisa ni nini kulitokea, nini kulikoni, na kuomba uwe makini, uandamane nasi hadi vile tutakavyokamilisha au kukomesha matangazo yetu ya muda huu. Lakini kabla tuende kujiunga na mwenzetu ambaye tulifanya naye mahojiano, tusikilize anavyoeleza huyu, miongoni mwa wale ambao waliingia kwenye mtego wa wazalendo feki, anavyojieleza katika eneo la kijiji cha Bongo bongo. Hivi tunakualika utege sikio

Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, kama mnavyotoka kufuata wenyewe, labda wengi watachanganyikiwa, lakini kujua kisa na mkasa, tunakualika sote kwa pamoja tufate huyu mkahaji wa mahali ambaye ana habari sahihi na ambaye anajua maeneo zaidi, ajaribu kutupa picha halisi ya mambo jinsi yalivyokuwa, nini kabisa kilichotokea. Ndugu, tunakualika uangazie watazamaji wetu pia wasikilizaji wa Kuna Nini News jinsi mambo yalivyotokea, ni katika mazingira gani, ilikuwa ni nini, sehemu gani na kwa sababu gani, maiti hiyo ilikuwa ya nani? Karibu, tunakualika uangazie wanaotufata muda kama huu mm, ile mauaji yenye ilikuwa kule ni mu territoire ya Walikale likale, mu secteur ya Bakano, mu groupement Bakonjo, njo kwenye kuko leswadiza bazalendo balifata l'interim parce pues que chef de groupement ye haiko iko Kishasa, akacha ka interime wake. Alors njo le chef de groupement a l'interim alikuwa anatoka Itebero kurenyo ya sekter sa alikuwa mukurudia akafika kunjia balikuawa banamusindikiza so vile unasikia ile odio yenyewe eh. Balituma pale bakamufata, bazalendo watatu wakamfuata kusudi bamupige masasi akufe. Alors sa lifika, so walimufata ya alikuwa naingia cho namunyako na msaidia ku kugode akawakia pale ku barabara. Alo sa walifika wanamkutana pale ule garso ambia shefu iko wapi? O oh, shefu anaingia twileti anaingia kupori hapa anaendafaa twileti puske kule ndipori, barabara hakuna nikutembea, mupori njo unatembea alo bakamfata oleshefu kul kupori kwenyali kwanenda facho bakamkutana pale, bakampiga wi kartush, bakampiga masasi munane. Ole kiana mwenyali bakia pale kubarabara, saalisikiale akakimbia, akakimbia tiku mungini, batu ya mungidi. Sa balisikia ile bapolisia ba bakakuya wakati wa polisi walifika pale, wakakutana ndiko wanamupiga ule shefu peske, walimupiga masasi mnane, ili masasi haikuingia kumwili ya shefu, wakashindwa kubuua na masasi, ndio wakaanza kupigana pale, wakamnyang'anya matelefone, wakamnyang'anya makuta, wakamnyang'anya pano solere nyalikowanayo kisha

Sasa population sasa ilisikia ya kwamba shefu ana anapigwa masasi, ndio population ikakuya kwa wingi, population ya kutoka bongo bongo village, bongo bongo na population ya kutoka village ibanga, baka kwa kumfuata shefu. Sasa wale wazalendo waliona sasa ile population ndio kuya, ndio kwa sikia biko biko, ndio forbe pale kwa ile video wanasema ke bo walikuwa wanataka pande sa kilima kusudi wachoboke kubungeni, kumbe wale wazalendo walikuwa washakula ambush, basha jivicha ale masasi na nanjo kusukuma masasi na population moya kupopulasio, nakamata population ule anaanguka, nakamata mwingine wanapiga mwingine ule naye akaanguka, njoo watu bili wenye wali balikufa pale pale, na kisha wakapiga mwingine masasi ule, njoo angali iko kwa hospitali kule kule. Bongo bongo ku village Bongo bongo ndio kwenye iko njoo, naona ile balifunga. Sasa maiti ya ule garso wa Bongo bongo wakaenda na naye Bongo bongo kule wa Ibanga bakamuzika pale Ibanga, njoo gisi mambo iko kuhusu ile mauaji yenye inafanyika kule ku groupement Bakonjo njo abari bali bazalendo mm -hmm. Nabali bazalendo ni bazalendo ya general auto, auto proclame Kalumendo, Kalumende njo general njoo mm -hmm. General Kalumende njo kola abale bazalendo yake kule, kazi yabo ni kupie kukamata manya, makuku za watu, kukamata mambuzi ya watu, kubaka wa musika ya watu, kukamata babibi ya watu, ya bavi ya nokafanya afyema nakupiga masasi mbele kidogo mamwezi wa, wa, wa, wa pili wa tatu pale tena baliwa begini wa jene garso wa wili kule wa, wa, vale wa, wa, wa, wa zalendo vale et bonne journée. Asante ndugu, tunakushukuru kwa muda wako kwa kuwa umekubali kujibu kwa yale ambayo kila mtazamaji na msikilizaji alipendelea apate kama vile mwangaza kuhusiana na maiti inayoonekana au ambayo watu wanachukua kwenye kipoyo. Nini kabisa kilitokea sehemu za Walikale, maeneo ambayo yanajulikana kwamba kuna wazalendo ambao wamehota mizizi kupiganisha adui aliyevamia nchi ya Kongo, lakini kukasikike tena kwamba kuna wazalendo wanayojihusisha na kuwarahia wa kawaida. alina masikio ya kusikia amesikia, na nikufikia hapo, mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News. Sina cha ziada, nimekamilisha yale ambayo nimekuandalia kwa muda kama huu huu. Acha nikushukuru wewe, mtazamaji pia msikilizaji wetu, uliyekubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Lakini tafadhali, kabla uondoke, usisahau kaulimbio yetu ambayo ni wewe ambaye bado huja subscribe yani kujiabone huu ni muda wako na kusi, usiondoke kabla huja subscribe yani ya kugusa alama ya kengele. Baada ya kugusa alama ya kengele, unagusa mara ya pili, utaona nafasi ambako wameandika tous au all au yote. Gusa kwa mara nyingine nafasi ya yote hivi kila tunapopanda hewani utakuwa ukipata habari zetu bila tatizo lolote. Acha ni kushukuru wewe, ambaye ni kwa ajili yako, ndio kwa maana sisi tupo lazima tuendelee kukushukuru hivi. Usikose ku like, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho, usikose kushare, yahani kupartaje kwa wengine huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Asante na kila laheri.